Tume huru ya taifa ya uchaguzi imesema zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura mzunguko wa tatu katika awamu ya pili katika magereza ya Tanzania bara na vyuo vya mafunzo visiwani Zanzibar linakwenda vizuri na waliokusudiwa kuandikishwa wanashiriki vyema zoezi hilo. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutembelea magereza katika mikoa ya Kagera, Geita na Shinyanga, mwenyekiti wa tume, jaji wa rufani Jacobs Mwambegele, amesema maeneo yote aliyopita zoezi linakwenda vizuri, ambapo wafungwa walio chini ya miezi sita na mahabusu katika magereza ya Tanzania bara wanaandikishwa kwa mujibu wa sheria. Tume huru ya taifa ya uchaguzi inaendelea na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Sasa ni mzunguko uh, wa tatu katika ile uh, awamu ya pili ya uboreshaji. Mzunguko huu unahusisha uh, magereza uh, ambapo tunaboresha daftari la kudumu la wapiga kura kwa wafungwa na mahabusu. Sheria baada ya kurekebishwa inahitaji uh, inahitaji ina, ina, ina, kwamba sasa wafungwa wenye kifungo kisichozidi miezi sita na mahabusu waruhusiwe kupiga kura. Sasa mpaka kufikia kupiga kura, kura ni process. tunachofanya sasa ni kuboresha na kuwaandikisha wengine wapya. E, hii zoezi hili linahusisha vituo kwa mia na arobaini kwa Tanzania nzima, kumi vya Tanzania Zanzibar na mia thelathini vya Tanzania bara. Jana nilitembelea magereza, e, ya mkoa ya Kagera, gereza la Bukoba, nikaenda Muleba, nikaenda pia Biaramulo, alafu nikaja gereza e, la Chato kwa mkoa huu wa Geita na pia gereza la Kahama na pia gereza la Shinyanga. E, kesho nitaendelea kwenda kukagua katika vituo vilivyopo e, mkoa wa Simiyu katika zoezi hili ambayo tulianza jana mpaka sasa tunaendelea vizuri. Sasa hakuna changamoto kubwa, ni changamoto ndogo ndogo za kawaida, ni mkubwa kwa sababu kwa wateja wetu wote wako tayari, wanajiandikisha. Hakuna mtu wa mpaka sasa, tangu jana mpaka sasa, ambaye amekataa kujiandikisha, wote wanajiandikisha, wanashukuru sana kwamba watakuwa wamepata fursa nzuri na haki ya kimsingi ya kupiga kura.